Na Na kunisaidia, nakumbuka maandalizi tulikuwa tunafanya, imeenda kuuza vitabu kwenye nchi ya wageni, hawajui kiha hawajui Kiswahili na hawajui Kiingereza, lakini kuuza vitabu. Bwana <laughs> Yesu asifiwe sana. Fanya maandalizi makubwa sana Siku za kwanza zikaenda vizuri, siku ya pili ya tatu, lakini likaja wiki likaja wiki gumu. Kila nyumba ninayoingia ninafukuzwa, kila nyumba, kila nyumba. Sasa siku isiyo na siku, ninaingia kwenye nyumba moja, wanafungulia mbwa, mbwa kubwa wanakuja, kasimama weka begi langu la vitabu Wangapi wameuza vitabu hapa, yani mabegi ya vitabu? Na umeshatembea nayo imekuwa zito kuliko maelezo. Shika begi langu hapa. Mbwa akaja katulia, wenye mbwa ananitizama dirishani gorofani. Akaona yule mbwa amezunguka, amezunguka, naomba kimoyo moyo, naomba lakini roho imeshanitoka. Unajua <laughs> ile unaomba lakini roho imeshafanya nini? Yaani ni kama unakutana na, kutana, na, mbi, na Mungu huko hewani huko tayari imeshakutoka hivi. Ime. Baadaye walipotulia wakataka kuja, Mungu akanipa ujasiri, nikawambia mimi nitaongea na mbwa, nikimaliza nitaondoka, maana naona mbwa wamekuwa waungwana kuliko wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini siku hiyo nakumbuka, nikienda kwenye kichaka, nikawambia Mungu, hivi ungalipo, hii ni lugha, sio kwamba na ndivyo nilivyoomba Mungu, hivi ungalipo bado unasikia? Na wakati huo nimeangua kifudifudi, maneno sio kwamba nimeangua sababu nimechagua nimechoka, akili imechoka. Na mweza Mungu hivi ungalipo bado unasikia? Au Mungu huwa unaenda likizo wakati mwingine na nakuita wakati usiofaa? kumbui kama nisema amina, lakini moyoni kasema mimi naomba kurudi, mekata ma, kata tamaa. Kumbuka siku hiyo nikienda nyumbani kwenye sehemu yetu, nilipofika huko baada ya <laughs> muda nikatulia kidogo, nikaomba tena, nikamwambia Mungu sikumbuki nilieleza maneno gani, lakini kwa sababu wewe ni mwenye rehema, nadhani umenielewa. Unajua nilikotoka, nauli nimekopa, nategemea niuze vitabu nirudishe pesa, karo inaningoja, na lakini siku tatu yale ninayokutana nayo, nikana kwamba hawa hujawaumba, hivi huna uwezo wa kufanya kitu huna uwezo najua. Nimejifunza kwamba Mungu hana shida kugombana naye wakati mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana <laughs> Mungu hana shida kugombana naye, yuko sawa. Kesho yake Mungu akanitia nguvu, nikaondoka na begi langu ambayo nimetembea naro wiki nzima, nimejaa vitabu na kwenye pikipiki piki pia nime, nina nina nina box imejaa vitabu hapo. Nikasoma ramani yangu tena, nikaenda mbali, sikufuata tena ile njia, nikaenda mbali na kale kamji. Nilipofika hapo, nikaanza tena kuanzia nyumba ya kwanza. Bwana kaamua kuniaibisha kwa kunibariki. Bwana Yesu asifiwe <laughs> sana nyumba ya kwanza napokelewa, kana kwamba walikuwa wananingoja, kila mtu ana shauku ya kununua kitabu, nashindwa kuamini, wananunua na nunua, vya elfu moja crown elfu moja nauza, na yaani, mtaa ule. Halafu anasema rafiki yangu nyumba ya tatu pale na yeye, uende na yeye, anapenda vitabu ni, ni nyumba ya pili uza, anauza, anauza kimoja, nyumba ya tatu labda sijui vinne mtaa unaisha, vitabu vimeisha, nikarudi kwenye boksi nikaweka tena vitabu. Saa saba kama na nusu hivi begi na boksi vimeisha. Sasa ninaona aibu, ninaona aibu, maana nimemshutumu Mungu <laughs> ambavyo amekwenda likizo, nimemwambia labda sasa amekuwa ni kiziwi, taacha watu wako mpaka lini? Nimesema nimelia mara chache katika maisha. Hiyo ilikuwa ni siku niliyolia, lakini nikajifunza kwamba kuna wakati tunakosa utulivu katika imani. Changamoto inapotokea katika imani, katika kuamini kwetu, tunashindwa kutulia, tunataka kutafuta suluhisho la haraka. Wana wa Israeli waliingia kwenye shida ya kutengeneza ndama kwa sababu Musa amechelewa wapi? Mlimani. Mfalme Uzia na wafalme wengine wa waliingia kwenye shida kwa sababu walifanya kazi ambazo sio zao, kwa sababu wale ambao Mungu alikuwa amewachagua kuzifanya waliwaona wamechelewa tunapata hata habari ya watu waliokufa kwa kulishika sanduku la Agano ambalo waliona kama linataka kuanguka hivi, wakalikimbilia waka, wakali wakalishika na wakafa, wakalaaniwa, kwa sababu walienda kufanya kazi isiyo ya kwao. Ipo tabia ambayo ilikuwepo tangu zamani katika historia ya kanisa na inaendelea hata leo. Ni tatizo linajurudia. Unajua, hakuna jambo jipya katika Biblia na kutaka kumsaidia Mungu kazi kupita kiasi. Mungu atusaidie kuwa na uwezo wa kuwa na spiritual discipline. Mungu akanifundisha kwamba nitangoja. Kama ningelikuwa na muda ningambia ba kwamba wakati mwingine imekupasa mimi na wewe kusubiri kuwa na hiyo discipline, na ili uweze kuwa na hii nidhamu, lazima utumie muda katika maombi na ujifunze kuacha kuwa na control. Anasema control, yani kutaka kuhakikisha vitu tunaenda kama unavyotaka. Badala yake utumainie katika mpango wa Mungu unapokuwa katika msukosuko, trust in God's plan. When you are in crisis. Jifunze uwezo wa kumrudia Mungu na kupumzika kama sehemu ya tabia yako ya kila siku. Kuamini na kumtegemea Mungu ni uchaguzi. Na huo uchaguzi na ufanya lazima uendane na nidhamu. Jambo la pili, jambo la pili, waiting, kungoja. Kumngoja Bwana kunatupatia ile nguvu ya ndani. Unapokuwa umechagua kumngoja Bwana, utakuta kwamba kusubiri kule kunajenga nguvu yako ya kiroho ya ndani. Katika utulivu na kutumainia ndiko nguvu yetu inapotokea, kama neno la Mungu lilivyosema kwenye hilo fungu kwamba kwa kurudi na kustarehe mtaokolewa, lakini angalia sehemu inayofuata, nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumainia. Tunapata nguvu za kiroho tunapojifunza kusubiri, nguvu zetu zinajengwa. Paulo alipoongoka alikuwa mwinjilisti. Kuna wakati alikaa akasubiri kutongoa kwa Bwana, ndipo akapata maono kwamba njoo huko kwa Masedonia. Mungu akamuondoa Upalestina, mahala alipozaliwa kwa Wayahudi na Wasamaria. Mungu akamtuma kuwa mwinjilisti katika bara la Asia, ndipo tunapokata pata vitabu vya nyaraka za Paulo kwa Korinto kwa Wagalatia kwa Waefeso. Hili lilikuwa ni bara lingine, amemtoa hapo, lakini kwa sababu amengoja. Kuna wakati inabidi ungoje, kwa sababu Mungu ana fursa iliyo kubwa zaidi kuliko ile uliyokutazamia. Jifunze kusubiri, kumsubiri Mungu, kumngoja yako kwa sababu imani yako inatokana na uwezo wa kuwa na utulivu na tumaini katika Kristo. Nguvu ya kweli inakuja kutokana na huu utulivu, kwa sababu ni tumaini, utulivu wa kiroho. Ellen G White anaandika hivi katika kitabu cha education, mia mbili na hamsini na tatu ni utulivu wa roho mbele yake unaoleta nguvu ya kweli. Oh, natamani Mungu akupatie utulivu wa roho katika changamoto zako. Jambo la tatu hili liko wazi, anasema uasi huvunja amani lakini hamkukubali. Na inayofuata pale anaeleza madhara, haukubali amani ya Mungu inatolewa kwa wote wanaotii na kukataa njia ya Mungu hufungua milango hufunga milango ya pumziko lake. Mara tunapokataa Mungu katika maisha yetu, inafunga ule mlango wa kupumzika, ndio unakosa utulivu, unakosa amani, kwa sababu tumemwacha Mungu na tumefanya ule utulivu ambao Mungu alitupatia ukosekane. jambo la nne, jambo la nne, Mungu anatusubiri tumsubirie yeye, ni furaha hii Kiswahili nilipokipata, lakini kwa kweli kwa Kiingereza anasema pale kwamba anatungoja anatungoja, ili aone kama tutamrudia, lakini Mungu anatusubiri ili tumtumainie yeye. Kuna watu katika kumtumaini Mungu ni kama watoto wachanga, na Mungu anatungoja tumsubirie. Napenda kusoma mafungu haya ma, mawili kitabu cha Yoeli sura ya 12 n inapofunga Fungua kitabu cha Yoeli sura ya kumi na mbili tunapofunga jioni ya leo. Yoeli kumi na mbili nimesema Yoeli kumi na mbili no Yoeli 2 samahani. Yoeli 2 mstari wa kumi na mbili Kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 12. Kama umepata sema amina e, na wengine hamjapata lakini mmesema amina eh? Bwana wabariki sana <laughs> aya jamani, Yoeri ngapi? 2 mstari wa ngapi? Aya anasema lakini hata sasa bwana, hasa, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote na kwa kufunga na kwa, kutu, na, na kwa kulia na kwa kuombolea laluweni mioyo yenu wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hugairi mabaya. Ni nani ajuaye kwamba hatarudi na kugeuka na kutuachia baraka nyuma yake Naam, sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji kwa Bwana Mungu wenu. Wito wa Yoeli anasema tumrudie Bwana, kama neno tulilolisoma pale mwanzoni. Mungu anataka tuwe na mioyo ya toba, kwamba tutakapochagua kurudi, Mungu atatupatia furaha na amani katika maisha yetu. Fungu lingine katika kitabu cha Mathayo sura ya kumi na moja. Mathayo sura ya kumi na moja, fungu ambalo limezoeleka kwa wengi, nalo linahimiza pia mada hii, ili kunikumbusha mimi na wewe kwamba Mungu anataka kutupatia pumziko, lakini pumziko hili linahitaji sisi tumletee mizigo yetu, tugeuke na kumrudia, kwa sababu yuko tayari kutupumzisha. Mstari wa ishirini na nane: njoni kwangu ni nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kingereza nasema I will give you rest, nitawapa pumziko, nitawapatia kustarehe. Jitieni nira yangu, jimjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu na moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Jioni ya leo wapendwa, napofunga jioni ya leo, Mungu anatuita. Anatuita kurudi. Mungu anatuita kutulia. Mungu anatuita kuwa na nidhamu ya kiroho. Tunapokuwa tukimtegemea anataka turudi kwa njia ya toba anataka turudi kwa njia ya kumwamini Mungu kiasi kwamba tutamwachia maisha yetu yote mikononi mwake. Mungu anajua kutaabika kwako, Mungu anajua mashaka yako, anajua unahitaji kula, Mungu anajua kwamba kuna ugonjwa ba, Mungu anajua kwamba kuna mateso katika maisha yako yote. Haye anajua anasema, mkiniamini, mkinipa mizigo yenu nitawapatia pumziko la kweli na nauliza, je, unaweza kuniamini? Na ukiniamini, je, utakubali na kutulia? Mungu anatuita kuwa kama yule mwanamke aliyeugua miaka kumi na miwili akitokwa na damu baada ya kutumia mali zake kila mahali na hali yake ilizidi kuwa mbaya. Siku moja akasema, nikigusa pindo la vazi la Yesu tu nitapona. Mungu anatafuta ile imani ya mtoto mdogo, unayeweza kumwambia ruka na karuka, kwa sababu anaamini utamdaka. Mungu anatafuta imani isiyo na mashaka, anatafuta watu wanaoweza kuimba wimbo ule wa 103 anasema, popote na Yesu naweza kwenda, wakiwa wanamaanisha kwamba pamoja na Yesu naweza kwenda kwa sababu nitakuwa katika mikono salama. Mungu anatafuta imani hiyo, hajali uasi wetu. Anasema nitangoja nione kama mtanitumainia. Ile roho tuliyoiomba asubuhi ya leo, kama hatutajifunza nidhamu, tunaweza kuipoteza. Petro alikuwa na majibu sahihi wakati fulani lakini, kwa sababu hakuwa tayari kungoja, alipoambiwa kwamba nitakamatwa, nitateswa, nitauawa, akasema not on my watch. Mimi siwezi kukubali, kama kutembea na upanga jambia. Walipotaka kumkamata Yesu alikuwa tayari kukata sikio la askari, kwa sababu hakuwa tayari kungoja. Lakini alipojifunza kungoja, alikuwa miongoni mwa wafia dini. Mungu atusaidie. Roho Mtakatifu tuliyemomba asubuhi ya leo, tujifunze kuwa na nidhamu ya kiroho ili Roho wa Mungu aendelee kupata nafasi ya kufanya katika maisha yetu. Simama pamoja nami jioni ya leo tunapofunga na kuomba, simama pamoja nami, tusimame popote na Yesu tuimbe wimbo huu beti moja na korasi. Natakaribisha mchungaji wetu wa mtaa kuja hapa kutuombea, kutuombea tuweze kuwa na utulivu wa kiroho katika maisha yetu. Nitawaalika tena wale ambao wamejitoa asubuhi ya leo. Wale ambahum, na wale ambao kupata nafasi ikiwa unataka kumpatia Yesu maisha yako, uendelee kujiweka wakfu, endelea kutembea hata kama umejitoa juzi jana leo, endelea kutembea, endelea kusema Mungu, maamuzi yangu ya jana nayathibitisha, maamuzi ma yangu ya subuhi nayathibitisha. Na kama kuna miongoni mwetu ambaye yupo mtu, dada, kijana, mama, baba, mtoto Unasema kusema Bwana nisaidie. Nataka kuwa na uhusiano nawe, tembea tu. Mapo Yesu ndio ni raha, asipokuwapo hapa ni faa. Akiwapo, akiwaposi popote na Yesu naweza kwenda. Tunapopunguza sauti kidogo, tunapopunguza sauti, fungu la pili, kuna watu walishajitoa kwa ajili ya ubatizo na wengine mnatamani kujitoa kwa ubatizo jioni ya leo, tembea. Wakati tunapoimba ubeti wa pili, unatamani kuyatoa maisha yako kwa Yesu? Njoo, tunakuita kwa Yesu. Usikawie, usi usikawie, tafadhali tembea, tembea. Akiwapo Yesu si peke yangu. Tembea, tafadhali tembea, tembea. Kuna mmoja anatamani kujitoa kwa Yesu, njoo tafadhali, tafadhali. Mungu akubariki sana dada, Mungu akubariki, Mungu akubariki sana, asante sana. Kuna mwingine, kuna mwingine popote sina mashaka popote. Hata kama ulipoteza ushirika wako na sasa unatamani kufanya mambo yako upya, huu ndio muda tunakuita kwa Yesu, njoo. Inawezekana umekuja hapa sio mwadventista msabato, umesikia neno la Mungu na wito unausikia. Tembea, ni fursa yako ya kukutana na Yesu. Jo, jo ulikuwa unasali Romani Katholiki, Pentekoste, umesikia neno la Mungu, umekutana na upendo wa Yesu. Tembea, Yesu anakuita, njoo. Na kama kuna jirani yako anatamani kupita lakini unahisi anaogopa, unaweza kumshika mkono jirani yako na kumleta kwa Yesu. Popote sina mashaka, popote. Na Yesu naweza kwe Baba, tunakushukuru sana sana kwa neno lako linalotufikia katika maisha yetu kila iitwapo leo. Juni leo umetukumbusha mambo makubwa sana katika maisha yetu, na haya yanatukumbusha vile ambavyo unatamani tuwe na imani thabiti inayokutegemea wewe tugeuke na kurudi tukutegemee wewe, na wewe peke yako Baba. Unatamani imani ambayo haina mashaka, imani ambayo haiyumbiyumbi katika maisha yetu, na hii ndiyo tunayoitamani utupatie jioni ya leo. Baba, ninakusina kukuomba katika makambi haya, wakati unapotuhudumia ninaomba tubariki na kudhibitisha imani zetu kwako wewe. Tusaidie wakati neno lako linapozungumzwa, tukutazame wewe, pale mahali ambapo tumeyumba kiroho. Baba, tusaidie sasa kuinuka upya. Ninaomba leta uamsho mpya katika mtaa wa Bunju, ili baada ya makambi haya tuwe tumetoka na nguvu mpya na kasi mpya ya kukutumikia tuwe na nguvu ambayo itatuwezesha kusonga mbele wakati dunia inapoingia na kuzama katika giza la kiroho. Baba, ninakusihi utusaidie kwa imani ambayo tumeipokea kutoka kwako, kwa neno ambalo tumelipokea katika makambi haya, tusonge mbele kwa ujasiri. Baba, ninakuomba, wakati wengine wanapozimia kiroho, wakati miguu ya wengine inapolegea kwa sababu sisi tumekaa kwenye miguu yako katika sikukuu za vibanda hizi kwa siku saba, basi itie nguvu miguu yetu. Bado tuko duniani, bado tunapambana na Ibilisi, tunahitaji maneno kama haya ya kututia moyo. Ninakushukuru kwa namna ya pekee kwa watoto wako ambao wameisikia sauti yako, wamelisikia neno lako na wameamua kuyatoa maisha yao kwako, kwa njia ya ubatizo na wamedhihirisha ile kwa kutembea. Baba ninaomba hatua zilizopigwa ziwe ni hatua za imani, na ninaomba wapokee kwa kuwabatiza kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Lakini huenda kwa namna moja ama nyingine, kuna mmoja au wawili katikati, wameona aibu, wamesita kutembea, lakini wanaisikia sauti ya Roho Mtakatifu ikiwaambia ulistahili kujitoa, kubatizwa. Ninaomba kama uko katikati yetu unatamani kuyatoa maisha yako kubatizwa, kwa bahati mbaya hukutembea, lakini Roho Mtakatifu anazungumza nawe hata sasa, hapo mahali ulipo, inua mkono wako, Mungu akubariki wa sana. Baba, hiyo mikono umeiona, ninaomba hawa nao wanakwenda kujiunga na timu ya watu watakaobatizwa siku ya Ijumaa. Hawa nao kwa wabatizwe kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Sasa sisi tuliokwisha kubatizwa zamani tubatize pia kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Neema yako inatutosha. Sante kutubariki kwa siku nzima ya leo. Tumekaa kwenye miguu yako, tumelishwa neno lako la kiroho na sisi tumeshiba. Jioni ya leo tunakwenda kwa nguvu ya neno lako. Tunapokwenda kupumzika kesho, tunaomba uturudishe hapa, maana una maneno ya kuzungumza na sisi. Unapotubariki sisi wabariki na wachungaji wanaotuhudumia, wabariki na wahudumu kule kwa watoto. Neema yako itufunike, upendo wako uende nasi tunaporudi nyumbani, na baraka zako zitembee nasi, na nguvu yako itulaze salama na ituamshe kesho, itulete katika viwanja hivi vya mikutano, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Asante sana, asante sana. Naomba nitangaze matangazo machache wakati tunapojiandaa kutoka. Tutakuwa na ubatizo siku